Nini chanzo cha dhambi? Watu wengi sana hudhania dhambi ni kitendo, kwa mfano kuiba au kuua au kuzini na kadhalika, lakini Biblia inatufundisha zaidi ya hapo. Dhambi zote zilizoko duniani, mzizi wake ni mwanadamu kushindwa kumpa Mungu utukufu. Chanzo cha dhambi zote ni kitendo cha mwanadamu kupenda kitu kingine chochote kuliko Mungu aliyemuumba. Warumi 1:21 inatufundisha kuwa usipompa Mungu utukufu inahesabika kwako kuwa ni dhambi. Mwanzo tatu sita inatufundisha kuwa mwanadamu anapoisikiliza sauti nyingine zaidi ya sauti ya Mungu, hicho kinakuwa chanzo cha dhambi kwake. Mathayo 22 mstari wa 37 inatufundisha kuwa ukipenda kitu kingine chochote kuliko Mungu hiyo ni dhambi na ni chanzo cha dhambi kwako. Jambo la kutafakari: Mungu ni wangapi moyoni mwako? Toba ya kweli huanza moyoni kwa kumpa Mungu nafasi ya kwanza kwenye maisha yako.